Kwanza ulianza kucheza lini? Yaani, ulianza kujua kwamba mimi na kipaji lini? Mimi nimeanza kucheza mpira mm. wa bado mdogo, nacheza na watu wakubwa, ikiwa mm. shule ya mm. msingi, nacheza mpira kwa sababu uwanja mm. ulikuwa karibu na nyumbani katika okay. e, wilaya ya Kwimba pale uwanja okay. e, hapa kwetu ni hapa nyumbani mm. na shule ilikuwa karibu tu pale pale okay. Ndio nimeanza mm. kucheza mpira na kaka zangu, kaka angu mm. kanaitwa Mapela, mdogo mm. wangu kena mm. Gore alishawahi kucheza hata nani, Mlandege Zanzibar. Okay eh. Sasa umona eh, hapa ulianzia nyumbani, kipaji ukaanza kujua kwamba inaonekana na kipaji hapa, alafu pia unajua kuna mapenzi yale, unaona tu mimi nikipata muda wote ni kucheza mpira. Sasa mm. Ni wakati gani ambapo ama nani alikuona akasema huyu mchezaji ni mzuri, sasa tumchukue sasa kwenye timu kubwa hizi za ligi, mpaka ukafika Pamba? walikupata pataje mpaka wakajua hiki kipaji kipo, inabidi tukilete kwenye timu hii? Baada ya kutoka katika wilaya ya Kwimba, nikaenda mm. wilaya ya Maswa mm -hmm. ikaenda kucheza kule mpira mm. kaja kucheza mashindano ya mkoa mm. hapa Mwanza ndio kwa sababu nilikuwa nacheza winga mm. kwa machachari sana. Sasa wakina mm. <laughs> -sa. <laughs> eh, na Msumbiji pita eh. Joni mm. no. mm. ndio wakanionea hapo Pamba, okay. nacheza pale Nyamagana pale na mimi ndio wakanionea pale mm. viongozi wa Pamba kwa anaitwa Mashibe ndio okay. eh. wakaniona mm. baadaye ndio wakanifata Maswa kule okay. Nileta Pamba. Kuleta Pamba.